Uh, tunaendelea na darasa yetu ya fikihi kitabu tunachosoma ni Mabaadiul Fiqhiyya katika madhehebu ya Imamu Shafi, na tunasoma madhehebu ya Imamu Shafi kwa sababu ndo madhehebu iliyotangaa katika Afrika Mashariki pamoja na kudondoa za madhehebu mengine kukiwa na muhimu wa kufanya hiki. Jana <coughs> tuliangalia na kuishia katika suna ni udhu, suna za udhu. Kwa hiyo leo tutaendelea na makuruhatu udhu. Makruhatu al-wudhuu, makruhatu al-wudhuu. Makruhatu ni jamo ya karaha, kwa hiyo makruhatu, yanayochukiza katika kutia ya kuzi Yanayochukiza katika kutia udhu, yasiyopendeza katika kutia udhu. Yani mtu anaweza akafanya mambo lakini sheria hayahesabu hayo mambo kama yanampendeza mtu ambaye anatia udhu. Watu wa darasa, sogeni darasani. Nama yaakulu dhiibu min lganani al alkasia anasema: makruhatu ludhui arba aba, mambo ar ar ar yanayochukiza kwenye udhu ni mambo manne ambayo unatakiwa ujiepushe nayo kwa sababu sheria haipendezi wewe uwe nayo hayo mambo manne. Moja, al istirafu fil ma ni kufanya istirafu katika kutumia maji, na hapa nakumbuka Sheikh Ahmad aliongea sana kwamba leo sisi tunatumia bomba bomba za maji na mtu anaweza kufungua bomba kwa kasi kubwa. Kwa hiyo maji anayotumia madogo, lakini anayopotea mengi. Sasa sheria haikubali, inaona ni israfu katika, ni matumizi mabaya ya maji. Fungua koki taratibu, ili uweze kutumia maji vizuri nao yahitaji ndio maana kwenye baadhi ya misikiti wameweka koki ambazo unabonyeza unatumia, kadhalika unabonyeza tena unatumia. Lakini wakati mwingine sasa unaweza kubakisha mguu mmoja tu ukabonyeza, yakabaki yanatoka, u ushaondoka na yanabaki yanamwagika. Alhasil, ni kwamba katika vitu vinavyochukiza katika kuchukua udhu ni kutumia maji kwa fujo siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam wa alimkuta sahaba anachukua udhu kwa maji mengi sana mtume akamwambia kwa nini unafanya israfu sahaba akamwambia afil wudhui israfu ya rasulullah llah yani mimi nachukua udhu mtume sallallahu alaihi wasallam natumia maji mengi hivi katika kuchukua udhu na kutumia maji mengi kuna israfu? Tumekamambia, na kuna israfu katika kutumia maji mengi katika kuchukua udhu. Kwa hiyo tuwe na ex, ex, ex, iswadi wanasema tuwe na eh, utumie maji kwa kadiri ya haja eh, kadiri ya haja ndiyo utumie maji, lakini unapotumia maji nje ya haja kwa kweli pale unakuwa unafanya israfu, wa in kunta fi shati albahar, hata kama utakuwa pembezoni mwa bahari, lakini sheria inakwambia usitumie maji kwa fujo, kwa sababu ukijenga tabia ya kutumia maji kwa fujo, siku ukienda kuna maji machache, atakuwa ya kutoshi. Si tumeelewa? Yani wewe ukijenga tabia yako kwamba mimi natumia maji mengi Siku utakwenda pahala pana maji machache, lakini yanakutosha. Si kwamba yakutosha, lakini kwa sababu umeshajenga tabia kwamba mimi natumia maji mengi, yale maji ambayo yanaweza kukutosha hayawezi kukutosha, kwa sababu we, tabia yako, e tabia yako ni kumwaga, tabia yako ni kumwaga maji. Kwa hiyo ukijenga mazoea hayo yatakupa taabu siku ukienda sehemu kuna maji kidogo. Kwa hiyo karaha ya kwanza ya udhu ni kutumia maji kwa isirafu. Namba mbili anasema, alistianatu alaihi biakhar illa liudhurihu, ni kutafuta msaada, ni kutafuta msaada kutoka kwa mtu mwingine akutawadhishe, yaani wewe ni mwenyi ni baba ni kiongozi ni shehe. Sasa huna matatizo, lakini unamwambia mtu haya, nioshe mguu nioshe mguu sawa, wakikuosha kufu utaupata lakini sheria inahesabu hicho kitendo ni karaha kwa sababu udhu ni ibada. Ibada hii unatakiwa ifanye wewe eh, wewe mwenyewe Mwenyezi Mungu amekuamrisha wewe: ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila salati fagsilu wujuhakum, enyi mliyoamini mnaponyanyuka kwenda kuswali basi osheni nyuso zenu. Kwa hiyo kwa sababu udhu ni ibada, unatakiwa wewe mwenyewe usimamie katika kuchukua udhu. Sawa, so, alistiamatu alaihi biaham ni kutaka msaada kutoka kwa mtu mwingine, yani kutaka msaada wa uzu kutoka kwa mtu mwingine illa liudhuri, isipokuwa mtu mwenye uzu eh, ni mtu mwenye mwenye uzu, ni mtu mlemavu mikono yake haifiki kwenye miguu mikono yake hawezi kunyanyuka kupakaa maji kichwa, ni mtu mgonjwa, harakati zile za kuchukua udhu tena haziwezi. Huyu sasa tutamwambia tunakusaidia. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya udhuru uliokuwa nao. Lakini bila udhuru ni karaha, mtu kutaka msaada wa nini? E, wa kutawadha mpaka wengine hata wamesema ni karaha kumwambia tumletee maji ya udhu, ya udhu, maji ya udhu ukachukue mwenyewe, kwa sababu ni kuonyesha kujali kwako ile abria ya Allah tabaata. Namba tatu anasema aziyadatu ala thalathi, ni karaha kutawadha kuzidisha mara tatu Si tumeelewa? mara tatu, jana tumesema ni sunna. Wewe unataka uoshe mara tano, mara sita, mara saba. Na kuna watu wana ugonjwa wa wasiwasi, na kuna watu wana ugonjwa wa kusahau eh. Yaani utamkuta mtu kwenye amekaa kwenye bomba ile inatoa maji, wewe umeenda umemkuta ye na wewe ume, umeenda umetawaza umemaliza, naye bado yuko pale pale, bado anaosha uso kitu maana. Yani kila akiosha uso akimaliza, anaona baba, anaanza tena, anaosha uso, anamaliza, anaona baba, anaanza tena, na mikono hizo. Watakuja watu watatawaza, watatoka, watatawaza, watatoka, watatawaza. Yani mtu watatu ndio atakayetoka naye Si tumeelewa? Huyu anakuwa amebeba mambo mawili, anafanya istirafu ya maji, lakini vile vile amefuka mipaka ya ile kuosha mara tatu. Sasa mtu anatakiwa aoshe, wajibu ni kuosha mara moja, sunna ni kuosha mara mbili mpaka mara tatu ukivuka hii sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ukataka sasa wewe uoshe mara nne mara tano mara sita mara saba, hii ni karaha. Sisi tunaelewa alhasil an taqayyada bi sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam lillobora, ndikubaki katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unaosha mara tatu, sikutoshe hizo tatu eh yasauka mawasiahu sallallahu alaihi wasallam ya kutoshe, yaliyotosha mtume sallallahu alaihi wasallam, zitafute ziada nne. Anasema tanshifu al-a'dha ni kukausha viungo vya nguvu, ni karaha ni karaha kukausha viungo vya udhu. Maanake umechukua udhu, alafu umechukua tishu au kitambaa ulichokuwa nacho ukaanza kufanya nini? Ukaanza kujipangusa, hii ni karaha. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alimaliza kuchukua udhu, akaletewa bimbiri, akaletewa kitambaa ili ajifute, sawa so, alipokipokea akakiweka pembeni au alikikataa, kwa sababu wewe umebaki na maji ya udhu, umebaki na athari ya ya amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Udhu ni amri, umebaki na athari ya amri ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kujifuta ni karaha eh, kujifuta maji ya udhu ni karaha. Kwa hiyo haya ni mambo manne ambayo Sheikh kwenye kitabu chake ameturekodia kwamba haya mambo manne ni karaha wakati mtu anachukua udhu. Na karaha yoyote mtu anatakiwa ajiepushe, eh ajiepushe nao. Kila kinachoitwa karaha, maanake sheria haikipendelei hicho kitu, kwa hiyo ni zema kujiepusha nacho.